kwamba kina mama waja wazito wataweza kuokolewa maisha yao, kwa sababu ikitokea dharura wakati wa kujifungua, mama anahitaji damu basi pale pale damu iweze kupatikana. Mama huyu anahitaji kupelekwa kufanyiwa upasuaji, pale pale kuwe kuna huduma za upasuaji, na ndicho hichi kitakachojengwa hapa. Kama tulivyoona katika ramani ile, kutakuwa na vyumba vya upasuaji, tutaweka wataalamu wa upasuaji ili mtu akihitaji upasuaji aweze kupata huduma hiyo, tuokoe vifo vingi vinapotokea kutokana na kukosekana kwa huduma hizo kwa sasa. Lakini vile vile tuna watoto wachanga wale wanaozaliwa wengi wanapata matatizo ya kiafya. Kuna wale wanaozaliwa kabla ya muda, wanaitwa watoto njiti. Nao tunahitaji kuwawekea huduma zilizokuwa bora ili tuweze kuokoa maisha ya watoto. Kwa hivyo napenda kuchukua nafasi hii kwa mara nyingine tena kuwashukuru sana. Nilivyokwenda kwenye ramani pale, niliangalia lile jengo, kwa kweli ni jengo la kisasa, lina viwango tunavyovitaka hapa Zanzibar. Na kwa maana hiyo, nawashukuru sana kwa kuweza kuweka fungu la fedha linalohitajika kutumalizia kazi hile. Nimuombe mkandarasi wa mradi huu afanye kazi kwa haraka, afanye kwa kiwango kinachotakiwa kwa muda mfupi kadri itakavyowezekana, kwa sababu huduma hii sote tunajua tunaihitaji kesho, sio baada ya mwaka mmoja sasa. Lakini ujenzi, huwezi kujenga kesho ikawepo hapa, lakini tunaweza kuongeza spidi. Kwa hivyo, niwaombe sana, tuongeze spidi tulipate jengo hili kwa haraka. Na pale nilivyoona ni kwamba jengo hili lina ghorofa moja na kwa maana hiyo e, wamekadiria kwamba watachukua mwaka mmoja. Mimi napenda niwaombe basi, angalau ndani ya miezi tisa hivi tukabidhiwe hili jengo, watu watumie. Napenda nichukue fursa hii